Na wengine udai kuwa haya tunaoyafanya maandamano ya amani, hakuna kitu chaitwa maandamano ya amani. Sababu ya amani hayana natija yote. Ukisikia kuna maandamano ya amani, kadhabu, hakuna maandamano ya amani. Yale maandamano yanapofanywa pale, huwezi kuchunga nani anayeingia pale ndani. Kutaingia mwema na muovu. Tuwachukulie ni wema wale watu wa amani wanavyodai lakini kuna waizi wa Pampers pia wameingia pale ndani. Huwa mwacheka nikiwambia hivi, jamaa avunja duka, abeba Pampers na kuoa hajaoa, wazipeleka wapi hizo Pampers? baba wenda nazo wapi Haa. Mwizi. Hebu chukuliani mfano nchi ya Tanzania, kuna, kuna klipu mmeiona, wamekwenda kwenye shirika fulani hivi, nafikiri lauza gesi jamaa wakavunja pale, kila mmoja akatoka na gesi eh bwana, kila mmoja katoka na gesi. Hawa nani? Si waizia awe kiuliza hiyo gesi ni yako eh? Waibeba hivyo enda nyumbani, mtu akwambia, uh, we ununua hii, asikununua untua wapi, mi mmechukua mali fulani yako, lakini yule sinasikia si pia wafanya kazi kwa serikali ni yako. Swali hili jibu, si yako, mwizi wewe. Sasa ma maandamano ya amani yako wapi? basi za watu, basi za watu hawajafanya hatia yoyote, raia kama wewe. Allah subhanahu wa ta'ala anamjaalia kuwa ana utajiri kule, ameweza kununua basi mbili tatu, afanya kazi akubeba wewe kutoka sehemu moja kwenda nyingine wenda kuchoma basi la watu, ankufanyaje yule mtu? We si hasidi wewe, wataka watu wote wa maskini kama wewe. Na wengi wanaoingia katika maandamano ni watu jobless, wengi ni hao, hana kazi ya kufanya. Wale wanaowachochea hawaingii pale, wao wajua watapatikana nini kwa utapata. Maskini, watu wa mtaani mtaani, hawana kazi ya kufanya, aingia katika yale maandamano Wachoma gari ya watu, wachoma mabasi ya watu, kwa faida gani jamani? Mwawadhulumu watu bwana, mwachoma basi, twachoma eh, ankufanyaje wewe mwenye basi? Alafu kesho wataka kutoka Mombasa kwenda Nairobi, mmechoma mabasi yote, sasa tutakwendaje? Tulikuwa twaomba serikali, twaomba tu, si kwa ubaya, twaomba serikali ituongezee idadi ya mabasi ili mchome niuaongeze ili mchome usiifanyie jeuri serikali. Wallahi huwezi kupata kheri yake, hata kama hiyo serikali waiita ya waizi, lakini kuna kheri, kuna kheri simwatembea nyinyi. Tusiwe basi sisi twaponda tu mia filmia ni watu waizi. Aa, kuna mambo mazuri yale, yani mazuri yale machache ambayo yako pia, hutoyapata kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hao viongozi mkiwalani mtakosa kheri yao ile.